Mwanamke inuka, imarika, tusua kiuchumi. Mwanamke inuka, imarika, tusua kiuchumi. Na historia ya majukwaa haya, mkurugenzi bado amesema, yalianza kuasisiwa tangu enzi za Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ni rais wa sasa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akiwa makamu wa rais, akayaasisi yakaenda yakafikia alipofikia. Sasa sisi tumekuja ku take off kuyaendeleza mbele ili lile lengo lililokusudiwa litimie kulingana sasa na mazingira ya wakati huu. Kazi ya mapitio ya mwongozo huo ilianza tangu mwaka 2023 na tukaihitimisha August 2024. Hivyo sasa mwongozo huu mpya wa uundaji na uratibu wa majukwaa ya uwezeshaji wanawake kiuchumi toleo hili la mwaka 2024 hakika unaendelea kutekelezwa na umeakisi mahitaji ya sasa. Nichukue fursa hii kutoa shukurani za dhati tena kwa Benki ya Biashara Tanzania, TCB Bank na mkurugenzi wake Adamu Mihayo kwa utayari wao wa kutupatia nakala elfu moja ambazo nimeambiwa ziko hapa na tutakabidhiwa leo. Makofi kwenu. Nakala hizi ni za huo mwongozo wa uundaji na uratibu na uwezeshaji wa majukwaa haya ya uwezeshaji wanawake kiuchumi, na ambao usambazaji wake utaanza rasmi sambamba na kampeni ya elimu na hamasa kuhusu mwongozo huo ili kuweza kusaidia utekelezaji wake kote nchini, sio tu taifa, sio tu mikoa, bali wilaya, bali kwenye kata, bali kwenye mitaa, bali na kwenye vijiji. Na huko vijijini ndio tunakokutaka vizuri, na kwenye mitaa, kwa sababu mwongozo huo sasa unahitaji tuwe na vikundi vya kijamii vya wanawake vya kujiendeleza kiuchumi hivyo vikundi sasa vikishasajiliwa vikajulikana, ni hivi ndivyo vinaunda haya majukwaa sasa, kuanzia kwenye kijiji kile, kuanzia kwenye mtaa ule. Na majukwaa yale yanakwenda sasa, yanakuwa na jukwaa la kata litokanalo na viongozi ambao na wao ni sehemu ya vile vikundi vya kujiendeleza kiuchumi, yanapanda mpaka ngazi ya mkoa, maana sasa lengo letu ni kuhakikisha hiyo dhana ya uchumi inaenda kumgusa yule mtu kule kwenye kaya yake na kaya zipo kwenye mitaa na kwenye vijiji. Watajua mambo mengi ya kukwea ngazi ya kunyanyuka kiuchumi, ambayo huenda yanajulikana na watu wachache, sasa ambao wao ndio hufanikiwa kukwea sasa hizo ngazi na kuzijua fursa na kujua wanatakiwa wajue nini ili waweze kuikwea ile ngazi. Sasa tunataka kila mtu ajue, na itakuwa rahisi kujua kwa sababu kuna kamati ya taifa inayoratibu masuala ya elimu na hamasa, maana kwamba wadau wote wengine wenye ajenda ya kuendeleza wanawake basi wataratibiwa na kujulikana wako wapi, nguvu itaongezeka, tuweze kufika kule chini. Ndio maana tunamwona hapa rais wa mabenki haya yote nchini yuko hapa, kwa sababu na wao ni walengwa lakini ni walengwa kwa sababu wao mabenki yao yakijulikana na fursa zao zikijulikana, kupitia majukwaa haya ndivyo hivyo watu watakata shauri ya kuwa wanachama wa mabenki mbalimbali kulingana na stori mbalimbali walizozipata kutoka kwenye mabenki haya. Watu sasa wataenda kutekeleza ile dhana ya kuelekea kwenye uchumi jumuishi. Mtu sasa anataka kujiendeleza kiuchumi, hana hata kadi ya benki yoyote hana. Lakini anatamani kuwa tajiri, hana hata NIDA, haelewi. Lakini mtu huyu anataka kujiendeleza kiuchumi, lakini ameweka mwanya mkubwa huku, hana hata bima ya afya. Akiugua, alichokituza chote kinakwenda huko, lakini mtu huyu anataka kujiendeleza kiuchumi. Haelewi masoko yako wapi, lakini mtu huyu anataka kujiendeleza kiuchumi. Ana bidhaa zake, hazina hata msimbo mlia, inaitwa bakodi. Ndio maana tukamchukua Fatuma Kange, yuko hapa sio wa GS1, kampuni inayofanya masuala ya kuwaeleza na kuwaelimisha wajasiriamali bidhaa zao waziekee msimbo mlia ili jikutana nazo supermarket. Hasa huyu mwenye hela zake anaenda zake supermarket kununua hivyo vitu. Wewe kwenye supermarket bidhaa yako haipo, ni kwa sababu huelewi, zitanunuliwa za wale wanaoelewa. Kwa hiyo majukwa haya yatakuwa ni ulingo au forum ya kuwafanya kila anaye tamani kukamata uchumi na akwee kwenye ngazi ya uchumi aweze kuelewa determinants factors ambazo visababishi vinamfanya yeye aweze kutoka kwenye hiyo hatua kwenda hatua nyingine. Ndugu washiriki, hii benki ya TCB ni moja ya wadau wetu katika kuwahudumia wanawake kama tulivyosema na ilivyoelezwa hapa na kuwawezesha kujikwamua kiuchumi kupitia dirisha la wanawake. Hivyo nakala hizi za miongozo zimekuja kwa wakati sahihi ambapo uhitaji wake ni muhimu sana. Kwa kuwa mwongozo huu mpya wa uundaji na uratibu wa jukwaa la uwezeshaji wanawake kiuchumi toleo la 2024 una mabadiliko kadhaa ambayo kwa njia moja au nyingine yatatupasa kutekeleza wadau wote kwa pamoja. Kwa maana hiyo nakala hizi zitasaidia utekelezaji wa haraka wa mwongozo huu ili uweze kutumika na kunufaisha walengwa watumiaji wa jukwaa la uwezeshaji wanawake kiuchumi na kuileta benki ya TCB hapa kihistoria. Tumesema tu benki zetu ziko nyingi, huwa tunazipa kazi mbalimbali. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa kulibeba hili, ili ile historia ya wanawake mlioianza miaka mingi, basi leo ikajipambanue kupitia mwongozo huu. TCB benki oyee! oh yeah. Ndugu washiriki, ninapoelekea kumalizia, napenda kwa mara nyingine kuwashukuru sana wadau wetu kwa nakala hizi za miongozo ambazo ni nyenzo muhimu hususan tunapoanza uhamasishaji huu wa wanawake kujiunga katika majukwaa ya uwezeshaji kiuchumi. Lakini pia nishukuru kwa akaunti ya Tabasamu. Mimi mwenyewe nimesikia hapa. Tabasamu nikaanza kwanza kutabasamu. Nikajikuta kwamba nimetabasamu kwa haki. Baada ya kugundua kwamba kule mbele ya safari kumbe na wenyewe wameboresha ile tabasamu lilianza zamani. Sasa tumekwenda kwenye riba ya less asilimia mbili. Mungu atupe nini Tanzania? Alafu kuna mtu ananiambia anakwenda kwenye kausha damu. Mimi nabaki nashangaa. Shida iko wapi? Shida inakuja kwenye taarifa. Mtu asipopata taarifa, atakwenda tu kwenye taarifa za haraka haraka zenye madhara makubwa. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo, naamini Watanzania wanawake ambao ni walengo hapa, lakini hata wanaume, kwa sababu tutaongea mafursa mengine mengi tu, watafunguliwa na kuweza kuchukua hatua za kujiendeleza kiuchumi zilizo thabiti. Wizara inatambua na kuthamini mchango wenu mkubwa katika maendeleo ya jukwaa la uwezeshaji wanawake kiuchumi na taifa kwa ujumla. Hivyo sasa, niko tayari kupokea nakala hizo za vitabu elfu moja vya awali vya mwongozo wa uundaji na uratibu wa jukwaa la uwezeshaji wanawake kiuchumi hili toleo la mwaka 2024 kutoka benki ya TCB. Nawashukuru sana na niwaombe wadau wengine wote wenye mapenzi mema na maendeleo ya wanawake kiuchumi wasidhani kwamba ndio tumewakabidhi TCB tumewaacha huko. Wao ni waratibu tu kupitia mwenyekiti ambaye tumemchagua kutokea huko. Kila mtu anakaribishwa aseme, na mimi nitaprinti hivi, na mimi nitafanya hivi. Na nirudie tena kukuomba tuse kwamba wewe ni rais wa mabenki haya, wahamasisha, waeleze, huu ni uwanja wa kila mtu kujitana, bali sasa aweze kuonyesha alicho nacho, na watanzania hawa wanaoenda kuelewa kwa wingi kuhusu fursa hizi zilizopo waweze kukimbilia kuzifikia, maana wameandaliwa vizuri. Hivyo basi ninapojiandaa kupokea hivyo vitabu elfu moja hapa kama nilivyosema, lakini pia nitumie fursa hii kurudia tena kuitangaza rasmi kwenu na wadau wote wa maendeleo nchini, hii kamati yetu ya kitaifa yenye jukumu la kuratibu wadau wengine wote kuhusu zoezi endelevu la kuhamasisha na kutoa elimu kwa wanawake walio kwenye majukwaa ya uwezeshaji kiuchumi ili wafahamu faida za kujiunga na majukwaa haya ya uwezeshaji wanawake kiuchumi ngazi zote, kama nilivyosema, kupitia kampeni mahususi itakayokwenda na jina la Inuka, Imarika, Tusua Kiuchumi. Tuimbe, Inuka, imarika, tusua kiuchumi! Tena, inuka, imarika, tusua kiuchumi! Hii ndio kampeni ambayo itakwenda na kauli mbiu hiyo kote nchini kwa kipindi sio kidogo takriban